Bila shaka ndani ya kliniki ya daktari siku ya Thursday huaga, ni siku ya mwisho ya kuweza kutoa bonge bonge la sindano, kwa maana kwamba kutoa dozi ambayo inatupeleka mpaka siku ya Jumatatu kwa maana ya Monday, and of course siku ya being come is going to be a long weekend, uh, of love and stuff like that. Nataka tu tuende na dozi ya 7 times 7 that is going to cover us from today until Monday. Ipendeze zaidi, let love be in the air, and of course let's celebrate ila kwa sasa hivi, um, nilikuwa nasikiza Starabika asubuhi naye Christine Kambua na nikasikiza pia Connect um, e, nani akiwa hapa jitabi akiwa na genius. And of course wako nazungumzia maamuzi ambayo yamefanywa na mamlaka ya mawasiliano nchini uh, kwa maana Communication Authority of Kenya ambayo imetoa um, e, ilani na mne, kwa Wakenya kwamba kuna baadhi ya bidhaa za kielektroniki ambazo kwamba Wakenya hawafai kuzitumia in terms of mobile phones. So sawa sawa kwamba kwamba zimetengenezwa in substandard ways so it's not good uh, good kuweza kuzitumia. Uh, kikubwa ni kwamba nilikuwa naangalia katika utafiti ambao nimefanya kuhusu general health and well-being um, ama ama uh, ya mtu ambaye anatumia gadget, electronic gadget. Ama ukipenda ukipenda bi, bi, bidhaa za kielektroniki ambazo kwamba ni fake ama zimetengenezwa katika adhi ambapo kwamba haijafiki vigezo, iko na hatari zake. Kwa mfano, walikuwa wanazungumzia uh, using a fake Or a, an electronic gadget ambayo imetengenezwa in substandard, ulikuwa unasema kwamba it can, it can, it might lead to toxic material. Yalisema kwamba fake product may be manufactured using lower quality or even toxic material. And of course, tunajua what toxic material can do katika maisha ya binadamu. So nadhani kwamba ni muhimu sana. Um, siku zote hakuna mtu ambaye apendi, eh, kukua na kitu ambacho kinaonekana ni kizuri na amekipata kwa bei nafuu. It's okay, it's okay. Hakuna binadamu ambaye anataka kitu ambacho ni bei rahisi, lakini sio kwamba unanunua kitu ambacho ni uh, bei yake ni rahisi, lakini health-wise inakuweka katika hatari. Kwa sababu unasema kwamba hizi hizi um, bidhaa za kielektroniki ambazo zimetengenezwa na material ambazo kwamba hazijafiki vigezo vile, tunaambiwa na mamlaka ya mahusiliano nchini ni kwamba ziko na toxic material na we all know kwamba toxic material waga si nzuri katika maisha ya kila siku ya binadamu. So sawa sawa. Alafu pia umezungumzia ergonomic and visual strain. By the way, um, kuna tafiti moja ambayo inasema kwamba, kwa mfano, kama unatumia simu ambayo among them ukiengelea zile ambazo zimetajwa na unatumia simu ambayo imetengenezwa ikitumia, um, wakitumia materials ambazo ni, ni substandard, wanasema kwamba inaweza ikaharibu uwezo, uwezo, uwezo, uwezo, uwezo, uwezo wako wa kuona, yani uh, uwezo wako wa kuweza kutazama unakuwa kwa ni, ni kwamba simu kwamba kwamba imetengenezwa na na na na iko too too much much bright uh, bright bright light light light it as much as ile light, the light is too bright. Na wanataja imetajwa hii inaweza kachangia wewe kuwa tatizo la macho kwamba unakuta kwamba sasa unaanza kufinya finya jicho ukitaka kuangalia kitu kito au kioni vizuri, by the the end of the day unaishia kwamba unaanza kutumia miwani. What we call um, um, visual strain poor um, poor design in counterfeit screens or accessories uh, like poor design laptop standards or chairs. Sikiza vizuri, mpaka laptop imetajwa pale, na umeshinda kwa laptop yako from morning mpaka jioni, na unatumia laptop ambayo imetengenezwa in substandard manner with substandard glasses and materials, utakuwa unajiweka katika nafasi ambayo unaweza ukaharibu uwezo wako wa kuona, ukaharibu macho yako, mboni ya jicho ukaweza kuiharibu. Um, uh, kuna sababu nyingi ambazo zimetajwa, lakini kwa sababu ya muda nadhani kwamba sitazitaja zote, lakini kikubwa kiafya wakati unanunua ni kuhakikisha na kuconfirm, and you verify, unafanya your due diligence kuhakikisha kwamba unatumia something that is not a counterfeit, something that is not substandard, something of standards, sawasawa. So, so.